Wangapi wanampa kura Dr. Samia? Nyosha okay. Mkono Mungu wanampa kura Dr. Samia Suluhu Hassan. Wahadzabe wamesema watatoa kura za kishindo kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wako hapa Wahadzabe wote wa wanawake kwa wanaume wameahidi leo watatoa kura kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Mimi kwa cheo nilicho nacho au kwa, kwa wazifa nilionayo nayo, mimi ni mwenyekiti wa Wahadzabe wote walioko Tanzania nzima. Sasa, sasa mimi kweli kabisa haya yote tulioambiwa kwamba tarehe mwezi wa 10 tarehe 29 uchaguzi sisi sote tumeridhia kwamba tutajitokeza kwa wingi kwa kumpigia rais wetu ili kumpa haki yake ya msingi. Tuna, tuna imani kubwa na Mama Samia. Natumaini kabisa kwamba akichaguliwa, wakati nani ile kiapo chake atakapoenda kuapishwa, ziara yake ya kwanza ata, atakuja kwa Wahadzabe. Haya meto. Haya. Kwa teta uiche, teta te tarebia, bikuwe biaka bachagua e. Yeah. Tare shina tisa mwezi wa kumi. Yeah. Inatakua wa inaona onebe ya kutibeta, azabe, timibiyo na wa inaona. Baka bachagua ititaa haya kona mama sami yako. Yeah. Ina ya. <laughs> Haya ko iba. Tiki. Hayako? Tiki. Hayako? Tiki. Mama Samia, iya ko oma. Ah. Iya ko. Ika diwa, iya oma. Iya. Tale mwezi wa kumi pana kiko Mama Samia. wako okaotusha kona onebe onebeaikon yeah. Mama amesema nije niwaambie lengo lake kubwa kwa Wahadzabe ni kuatua ndoo kichwani, hata waacha, kwa sababu awamu ya kwanza wameendelea kuboresha vijiji na vitongoji kupitia umeme, lakini nimeona madarasa yameanza kujengwa. Wahadzabe, mnakwenda shule Piga makofi kwa Wahadzabe sana. Kama mnakwenda shule, maana yake shule zimewafikia. Nimepita nikaona shule ya msingi, nikaona shule ya sekondari. Hii ni jitihada ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, mwanamke peke yake ambaye ndo ameshika nafasi kubwa haijawahi kutokea Tanzania tukapata mwanamke ambaye amechukua nafasi hii kubwa ya urais. Wakina baba hawa Wahadzabe wamesema watamuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa wameanza kuona shule, wameona umeme na wanategemea kupata mambo makubwa kutoka kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi.